Kini tunataka kufahamu um, TFF uh, nyinyi pia mna kipi cha kueleza baada ya kikao chenu na uongozi wa klabu ya Yanga? Ya, baada ya kuona taarifa uh, mitandaoni kuhusiana na kwamba Young Africans wanalidai shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF uh, na sisi pia tuliwaandikia barua kuwaelezea kuhusiana na kile ambacho tunakifahamu kuhusiana na fedha hiyo ambayo wanasema uh, wanaidai. Kwa hiyo, mpaka tunatoa taarifa yetu jana, maana yake kwamba uh, tulikuwa tayari tumekwisha waandikia hiyo barua uh, ya kuwataka kwa kwamba uh, mtu wa fedha aweze kufika leo uh, na hiyo vielelezo vingine Uh, ili tuweze kufanya uh, reconciliation uh, uh, kwa maana ya kwamba tupitie hizo hesabu kwa pamoja na vitu kama hivyo uh, ili kuona kwamba wapi wanaposema kwamba uh, wanadai, na sisi tuwaonyeshe wapi ambako tumesema kwamba wanadai, lakini wamefika leo na baada ya kufika wameleta tu barua na baada ya hapo wameondoka, kwa maana kwamba hawakutaka kuzungumza kitu chochote, na wamesema kwamba hawako tayari kwa ajili ya mazungumzo. Na hata katibu mkuu wa TFF Kida Wilfred alipotaka kuzungumza na CEO wa Young Africans bwana Mtine, bado CEO alikataa kuzungumza na katibu mkuu wa TFF. Kwa hiyo TFF iko wazi kwamba kama wanasema wana madai, ofisi ipo na wafike ofisini kwa ajili ya hayo madai yote, kwa sababu sisi e, tunao uhakika na ndio maana tulisema kwamba sisi tunawadai na vielelezo vyote e, vipo. Kwa hiyo wao wanataka tuendelee kuandikiana barua. Sasa hizi ni taasisi kubwa ambazo haiwezekani mkaishi kwa kuandikiana barua, alafu e, mnaanza kuzisambaza uzu, huku kuzisambaza huku. E, jambo dogo ni kwamba kama wewe unadai maanake ni kwamba umeitwa kwa ajili e, ya kuja e, kuhakiki hicho ambacho unakidai ama hicho bacho unadaiwa. Kwa hiyo manake ilikuwa ni kitu rahisi, tunapofika TFF e, uweze kukaa chini na TFF, ni jambo la muda mfupi sana e, kuweza kufanya hiyo reconciliation e, na kila mmoja ajue kwamba e, nafasi yake iko wapi. Sasa hatuwezi kuwa tunaendelea kuandikiliana e, barua hizi kama vile tunatuma posa huku na vitu kama hivyo, e, haiwezekani jambo kama hili. Hizi ni taasisi ambazo e, kwa namna yoyote ni lazima ufanye kazi kwa namna ile ambayo e, inatakiwa ambayo tumewa elekeza nini ambacho uh, cha kufanya. Kwa hiyo uh, wameondoka wamesema kwamba hawako tayari kwa ajili ya kufanya jambo hilo na mwisho wa siku wameacha barua tu. Pengine dimbo ba ba barua mmepata kuisoma, ina inaeleza nini? Of course barua yao kwa namna ambavyo ilivyoandikwa haina tofauti sana na kile ambacho uh, kimekuwa kinazungumzwa. Kwa hiyo uh, mwisho wa siku jambo liko pale pale kwamba wafike TFF kwa ajili ya reconciliation. Status ya TFF na Yanga kwenye madai ikoje? Tunaidai, tunaidai Young Africans. Kwa hiyo tumewaita waje TFF kwa ajili uh, ya kuhakiki hicho ambacho tunawadai na hicho ambacho wao wanasema kwamba wanatudai hmm. Uh, Andre CEO um, wa Yanga amesema kwamba hawajui uh, thamani ya mashindano ya CRDB Confederation. Amesema hawajui bingwa anastahili kupata shilingi ngapi, pengine kutoka TFF. Mna kipi cha kusema juu ya hiki? Kama CEO anasema kwamba hajui kwamba wanatakiwa kupata shilingi ngapi, wamesemaje kwamba wanadai kiasi hicho cha fedha cha ubingwa wa CRDB? Kwa nini amkumuliza hilo swali pia. Kwa utifafu. Sasa kama sisi tunatakiwa kutoa ufafanuzi wao mbona, uh, tayari wameshasema kwamba tunadai hii ya ubingwa wame wa wa eh, tu, tu, wameitoa wapi sasa? Tusiamishe mada, mada iliyokuwepo sasa hivi ni kwamba

Sasa kama wao hawataki kusikia chochote hilo jambo eh, naliacha kwa kwenye ofisi kuu, kwa maana kwamba litashughulikiwa kitaasisi. Na tarehe 28 imetangazwa ishiria 8n imetangazwa mwezi huu hapa Juni kwa Zanzibar, finali baina ya mabingwa hao watetezi wa Afrika dhidi ya kikosi cha Singida Black Stars. Na kwa hisitofahamu ambayo inaendelea, mashabiki wa soka sisi tunachokisema ni kwamba tayari tumekwisha tangaza eh, fainali inachezwa wapi. Kwa hiyo maandalizi yanaendelea kwa ajili ya mchezo huo wa fainali ya CRDB Bank Federation Cup eh, ambao kama ambavyo tumetangaza kwamba watachezwa Zanzibar tarehe 28 saa mbili na robo usiku. Kwa hiyo maandalizi mengine yote eh, sisi tunaendelea nayo kama kawaida, uh, uh... Ni unaona vipi sasa e, status ambayo mpaka sasa hivi umefikia hapo kati ya TFF na wadau wenu Young Africans? Ni kama Young Africans yuko tayari kabisa kwa meza moja. Unaona nini sasa ambacho kitaendelea hapa sasa? jambo lolote la kitaasisi linashughulikiwa kitaasisi, na ndio maana unaona kwamba TFF e, tumewaandikia yanga tumewaambia kwamba waje makao makuu eh, ya TFF kwa ajili ya kuweza kupitia eh, hivyo vitu vyote ambavyo wanasema kwamba wanadai, na tuwaonyeshe uh, nini ambacho na sisi pia tunadai tuna. Kwa hiyo hilo ndio jambo kubwa, kwamba hili ni jambo la kitaasisi, lazima lishughulikiwe kitaasisi wana uh, madai mengi juzi kuligia katika mechi zilizosalia za ligi, wamewasilisha matakwa kupitia katika bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB, na mtendaji mkuu wa bodi ya ligi Almasi Kasongo amesema baadhi uh, ya matakwa hayako kwenye uwezo wao, yako juu ya uongozi ambao ni TFF. Vipi yameshawafikia mezani kwenu kwa kile ambacho wao wow, kiko chini uwezo wao? TFF na utaratibu mzuri wa kutoa taarifa kama ambavyo tumewapa taarifa hapa ya kuhusiana na uh, hicho ambacho tuliwaitia Africans leo. Kwa hiyo chochote kile ambacho kinahusiana na TFF uh, inapofika wakati wa kutoa taarifa hatuna choyo, tunatoa taarifa vizuri kabisa. Kwa hiyo kuweni na subira, kila kitu kina majibu na kila kitu mtapata uh, majibu yake kwa wakati, kwa namna ambavyo jambo lenyewe linatakiwa na, na, ni utaratibu wa kawaida. Pengine kuna funzo lolote ambalo mmelipata kutokana na hiki ambacho kimeanza kutoka kwa uh, Africans? Sija kuelewa unaposema funzo kwa sababu okay. Taarifa ta, ya taasisi eh, imeeleza wazi kwamba nini ambacho wanatakiwa eh, kuja kukifanya. Sasa sielewi unaposema funzo hilo na Yanga, kwa maana uh, utaratibu wa kuchukua fedha huku kulipia madeni ya huku, watu wanasema ni utaratibu wa kawaida na siku zote wamekuwa wakiishi na TFF hivyo, ila imekuwa ni tofauti kwa Young Africans kwa upande wenu, sasa kwa kile ambacho mlikuwa mkiendelea kuzilea uh, klabu nadhani huu ni utaratibu wa kawaida tu, ndio maana nimesema kwamba ni utaratibu wa kawaida tu kwamba uh, m mimi, uh, mimi na mdai Dickson namwambia Dickson, una fedha yangu ipo kiasi fulani, ile deni langu, hebu kata huko, kuna shida gani? Okay. Kwa maana ya songesha <laughs> <laughs> Swali lingine ya. <laughs> Kwa, kwa taarifa yao ambao walichapisha jana Young Africans kuhusiana, mm. na makato ya wachezaji hususan wa kigeni, wanasema ada hiyo hulipwa mwanzoni mwa msimu na bingwa kupatikana mwishoni mwa msimu. Uwiano unakujaje hapa, si ndio? Leo sasa waliambiwa kwamba wafike na wamekuja, wameweka wame barua tu, wamesema kwamba hawako tayari kwa mazungumzo. Sasa kama taasisi sisi tunafanya nini? Nadhani mwafaka utapatikana sasa, kama Yanga hawataki mazungumzo, wameleta barua na nini, kwa sababu maelezo ya CEO, amesema wanataka nadhani na maelekezo yako vizuri kabisa kwamba jambo la kitaasisi linamalizwa kitaasisi, si ndio? Maanake ni kwamba kuna njia za kufuata kama taasisi ambazo TFF imekuwa inafuata njia hizo za taasisi, eh, kuweza eh, kuweka sawa kila kitu au kushughulikia kila aina ya jambo ambalo linafika eh, TFF. Kwa hiyo huwezi kushughulikia jambo la kitaasisi ukaenda tofauti eh, na taasisi jinsi ya ambavyo ina, inaendeshwa uh. TFF imekuwa inaendeshwa kwa uwazi mkubwa tena, kwenye swala la fedha imekuwa katika uwazi mkubwa mno, na ndio maana hata taarifa yetu ya jana imeeleza wazi kwamba tumepokea kiasi gani kutoka CRDB Bank kwa ajili uh, ya CRDB Bank Federation Cup ya msimu uliopita uh, na ilikuwa ni fedha kwa ajili ya nini. Maelekezo yote tumeyatoa na kisha tukatoa maelekezo kwa Young Africans kufika saa 4 asubuhi kwenye ofisi za shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF kufanya hiyo reconciliation ya kwamba wao wanasema wanadai wanadai nini, na sisi tunaposema kwamba tunawadai tunawadai kitu gani. Maana yake ndio jambo sasa hilo la kuweza kukaa na kuweza kuzungumza kwa pamoja kwamba mimi, bwana, mbona inaonyesha hivi huku wangu inaonyesha hivi. Lakini ukitaka kila wakati tuandikiane barua tuandikiane barua, wakati taasisi hizi haziko mbali na jambo la kitaasisi, maana yake mkikaa pamoja mnaweza kushughulikia hilo jambo. Kwa hiyo sisi TFF, wakati wowote tunawakaribisha waweze kufika TFF tufanye uh, reconciliation kama ambavyo tumetoa hayo uh, maelekezo. Sasa kama wana nia yao nyingine tofauti na hiyo sasa, hilo ni jambo ambalo kusema kweli liko nje ya uwezo wetu. Kama kuna sasa hivi dunia iko kiganjani ngazi ya klabu, lakini ngazi ya taifa pia tumekuwa tunapiga hatua. Sasa uh, vyombo vya habari tusikubali uh, kirahisi uh, kuingia katika uh, uh, sehemu ambayo inadidimiza uh, mpira kwa sababu hata nyinyi waandishi eh, pia mmekuwa ni sehemu ya kuchangia kwa kiasi kikubwa eh, mpira wa miguu kuweza kupiga hatua. Kwa hiyo msikubali kutumika eh, kwa ajili ya, ku, ya, ya kupeleka chini eh, mpira wetu. Hilo kusema kweli, eh, natoa rai kwa eh, vyombo vya habari kwamba eh, kama kuna nani, kuna eh, jambo lolote kama mlivyokuja leo eh, mmekuja tumewapa taarifa kwamba hili liko hivi ili liko hivi, lakini kumekuwa eh, na sintofamu nyingi ambazo zinatengenezwa na vyombo vya habari. Uh, lakini ni kwa sababu tu wameegemea katika upande fulani. Kwa hiyo uh, niwaombe kwamba uh, TFF imekuwa wazi katika masuala yote uh, pale ambapo mmekuwa mkihitaji taarifa. Kwa hiyo uh, sioni sababu uh, ya kumpa platform mtu ambaye ameamua uh, kuchafua mpira wa miguu uh, kwa namna yeye ambavyo uh, ameiona kwa ninyi kama taasisi uh, Yanga Africans ndio hivyo wameamua kwamba wanachohitaji ni uh, kusofu ninyi mwandikie barua mimi, mnaona hakuna haja ya kuandikiana barua, kama mnatuma kosa kwa maelezo yako. Pengine mme, kama walezi, mmeona kuna njia mbadala ya kusovu jambo hili, au mnasubiri wasije tarehe 28 muone mnatumiaje kanuni? Njia mbadala ipi? Nimesema jambo la kitaasisi linashughulikiwa kitaasisi moja kati ya njia si ndio? Tumeandikiana barua tayari, sawa, tumejibizana barua, umemtumia hivi, amejibu hivi. Sasa TFF imesema njoo tukae tumalize hili, unalosema kwamba unadai na sisi tunasema kwamba tunakudai, lakini unakuja tu kwenye ofisi za TFF, alafu unaondoka bila kutaka hicho ambacho tulikuwa tumeelekezana. Manake sasa ulikuja kufanya nini, kama umekuja na kundi la watu na umekuja tu uh, kwa ajili ya kuonyesha pengine kwamba umefika uh, kwenye ofisi za TFF, lakini kile ambacho kilitakiwa kufanyika hakijafanyika. Maana yangu ni kwamba pengine mvuzou ukiendelea hivi, mwafaka ma, hautopatikana. Sasa usinilishe maneno mimi, nilichokisema kwamba uh, moja kati ya kushughulikia jambo hili ni pamoja na kuwaita kukaa chini, lakini mtu ambaye hataki kukaa chini, nini ambacho unafanya kama taasisi? Kwa sababu unatumia njia zote kuona kwamba ni namna gani ambavyo uh, jambo hili linaweza uh, kuwa sawa, na ndio maana nimesema kwamba TFF uh, tuko wazi katika kila jambo uh, kwenye eneo la fedha tuko wazi mno. Uh, kwa hiyo uh, hakuna sababu yoyote uh, ya kuweza kukimbia kimbia, ni kukaa chini nini nini nini na na kuweza kuona wapi nadai, wapi nadaiwa, wapi nafanya nini, ili ili jambo kweli unataka, uh, jambo liende mbele. Kama kweli kweli unataka kusolve hili hili, maana maana yake unakaa chini uh, na mtu ambaye unasema unamdai uh, uone kwamba kwamba kwamba kwamba ambacho ambacho hata kwenye maisha maisha ya kawaida tu binafsi tunadaiana huko, lakini tunapodaiana tunafanya unamkimbia? Uh, una mdai wako sio, ni ni mkae bana, deni hili tutalipana vipi, au uh, deni hili likoje? Huyu anasema bwana, nilishakulipa hivi, vielelezo vyangu kwamba nilishakulipa uh, nilikulipa vipi? Nilikulipa hivi na vitu kama hivyo. Ndio maana ya reconciliation kwamba unakaa mnapitia, kwamba unasema, uh, unadai kwa mfano milioni mia mbili, si ndio? Unasema milioni mia mbili hii nakudai kwa sababu ya hii. Mimi nitakwambia kwamba milioni mia mbili hii unayodai Ulisema moja mbili tatu hiki hapa. moja mbili tatu hiki hapa. moja mbili tatu hiki hapa. moja mbili tatu hiki hapa. Mwisho wa siku tunasema sawa, baada ya hiki mwanake hiki kimekwisha na kudai moja mbili tatu, na kudai moja mbili tatu si ndio? Mwisho wa siku nami nakwambia nachokudai ndio hiki, kwa hiyo tunakaa na wewe pia unaona kwamba kweli mimi nadaiwa.